Uh, leo tuko hapa John Paul, uh, manispaa ya Kahama. Tuko kwenye mashindano ya mkoa ya michezo ya umitashumta kwa ngazi ya mkoa. Kwa hiyo leo tumekutanisha halmashauri sita ikiwemo halmashauri ya Msalala, Ushetu, kama manispaa Akishapu, kuna shaimc na shaidc kwa hiyo leo tuna mashindano ya michezo mbalimbali ambayo ni mpira wa miguu, mpira wa wavu, mpira wa pete, mpira wa kikapu, riadha Uh, pamoja na, uh, na mpira wa golbo ambao ni mpira wa walemavu. Mpaka sasa hivi katika mashindano ya, ya walemavu ni halmashauri nne ambazo zimethibitisha kushiriki na tuko nao hapa walemavu. Kuna walemavu wasioona ambao wanacheza mpira wa golbo, lakini pia kuna walemavu wasiosikia ambao wanacheza soka la mpira wa, wa miguu ambao wa, sio, wale ambao ni walemavu wasiosikia, lakini pia kuna riadha ya walemavu ambao wanauoni hafifu ambao ni albinizimu. Hapa tu kwanza kuna mkusanyiko wa, wa wanafunzi, walimu pamoja na maafisa wasiopungua 826. Kwa hiyo Kahama manispaa tumepata bahati ya kupata ugeni huu kwa mwaka huu, ugeni wa mkoa, kumaanisha mashindano ya mkoa ya UMITASHUMTA pamoja na UMISETA yanafanyika katika halmashauri yetu ya manispaa ya Kahama viwanja ambavyo vinatumika hapa, kwanza tupo John Paul. Kama unavyoona michezo inaendelea pale, ni volleyball ah, inachezwa hapa ndani ndani ya shule ya John Paul. Tunacheza kuna netball, kuna volleyball, lakini kuna handball nje pale ya hii ya shule ya John Paul. Kuna uwanja wa football na football inaendelea pale, lakini pia tunatumia viwanja vya shule ya msingi Mbulu, ambapo pia kuna football wasichana iko kule, lakini pia na, na riadha itakimbiwa kule. Uwanja mwingine ambao tunaotumia katika mashindano haya ya, UMISE, ya UMITASHUMTA na UMISETA ngazi ya mkoa ni uwanja wa Tafa, ambao tumepata mwekezaji ndani ya manispaa yetu ya Kahama. Amejenga uwanja multi court ambao hapa kuna, kuna basketi kuna volleyball, lakini pia kuna tenisi lakini ukiangalia upande wa pili kule kuna small pitch ya football, lakini kwa mashindano ya umiseta na umitashumta tutatumia hii pitch kwa ajili ya basketi tu peke yake. Kwa hiyo huu ndio uwanja wa tafa manispaa ya Kahama, na ndio tunatumia kwa ajili ya basketi. Katika kuwapata waamuzi, taratibu ambao unatumika, tunatumia vyama vya michezo mkoa, ambao wanatafuta wale vyama vya michezo husika wanatajua idadi ya wa, waamuzi wanaohitajika, ndio wanalezwa hapa kwa ajili ya kuja kufanya waamuzi. Kwa hiyo waamuzi tunaletewa na vyama vya michezo, ikiwemo Sherefa, chama cha netiboli mkoa, kuna chama cha riadha na